Afya au ingine tunawaambia nesi ni moyo wa wizara ya afya, si ndio? Nesi ni moyo wa wizara ya afya, na tumekuwa hata wale walioenda kuwa specialist yao kupaa kusoma masters bado muundo ulikuwa huwatambui kwa hiyo wengi walikata tamaa. Tumeshakubaliana wizarani, kakaangu, tukienda tulishakubaliana, tukienda sasa hivi hizi nafasi ambazo zipo zipo sasa hivi ambazo zinatoka mwezi wa kumi. Kwa ajili hiyo, basi kuwe na package ya kutosha, sio tu ya nursing, ya kada zingine zote hizi ambazo ni saidizi. Mimi nimewahi kugundua, nafuatilia, mbona kifaa hiki kiko Tanzania? kwa nini tumemrufaa huyu mtu kumpeleka India? kwa nini tumemrufaa huyu mtu kumpeleka nikafuatilia huyu mtu alikuwa na tatizo la moyo, na mwingine alikuwa na tatizo nafikiri shida kwenye shingo, kwenye vipingili vya shingo. Nikafuatilia kwa nini, mbona teknolojia rais wetu amenunua, madaktari tunao wazuri, lakini bado kuna watu wanapelekwa India nilipofuatilia kule India, nikagundua ile ile skani iliyofanywa hapa kwetu ndio ile ile waliitumia kule India kumtibu huyu mtu wetu, na na alichofanywa kwenye moyo kule India ndio ile ile waliotumia. Nikaja kugundua sisi tuna madaktari wazuri sana lakini wale watu wa radiology na watu wa maabara hatukuwaendeleza vizuri. Kwa hiyo walipopiga ile picha wameipiga vizuri, lakini wakati wa kusoma wakamisi tatizo, wakaonyesha tatizo sehemu nyingine ambayo sio yenye tatizo. Unakuja kugundua hizi kada zote zinatakiwa ziende kwa pamoja kama kweli tunazungumzia utalii tiba na hatua tegemea sasa hivi imekuja, mila na desturi wanaenda, watu wanajifungia chumbani, wanamwandika mtu maneno machafu, wanamchafua wanaandika, na unakuta wanaoandikwa vibaya, mabarua yanaletwa kwetu, ni wale walionyoosha mambo, hela ya serikali isiibiwe. Uongo imetokea sasa hivi, wanaandikwa, wanachafuliwa. Halafu sasa sasa nashangaa na shangana, sisi huko tunaunda tunaunda tume ya kuja kuwachunguza tuache huo ujinga. Tutachunguza tuta wangapi? Kwa kuunda matume mangapi kwa mtu mwenyewe ameandika amemchafua mwingine na ajaandika jina lake? Kama unafikiri unasema ukweli, si uandike jina lako, ujitokeze useme we ni nani na ueleza hayo matatizo. Kwa nini ujifiche, si ndio? Eh, wangapi wananielewa hilo? E, tusichafue wengine na nakuja na kujikuta kwamba wale watu wema wale watu wanaosimamia maadili na kuhakikisha utendaji wa umma. Hata raimu wangu aliyesimama hapa aliwahi kupata ajali kwa sababu tu yeye ni mtu anayesimamia mambo ya kai vizuri, atapata ka ajali fulani. Kwa hivyo anasema tutalinda viongozi wetu wazuri, wabaya tutawasema, wabaya tuwaseme, wazuri tuwafanye nini? Hebu siki hapo tumea